Iyo mambo vipi? Leo kwenye jewa juu wanataka ni na kufahamishe juu ya nchi zinazoongoza kuwa na majeshi yenye nguvu zaidi duniani, ambapo nafasi ya kwanza inashikiliwa na nchi ya Marekani ama United States of America, na hii ni kutokana na kuwepo kwa jeshi kubwa na lenye teknolojia ya hali ya juu zaidi duniani. Na nafasi ya pili inashikiliwa na nchi ya Urusi ama Russia. Russia ni miongoni mwa nchi zinazoongoza kuwa na mabomu mengi ya nyuklia kuliko nchi zote duniani. Nafasi ya tatu inashikiliwa na nchi ya China na hii ni kutokana na uwepo wa jeshi kubwa na teknolojia ya hali ya juu zaidi duniani. Nafasi ya nne inashikiliwa na nchi ya India na hii ni kutokana na uwepo wa idadi kubwa ya wanajeshi na jeshi linalokuwa kwa kasi zaidi duniani. na nafasi ya tano inashikiliwa na Korea ya kusini ama South Korea na hii ni kutokana na uwepo wa jeshi lenye vifaa vya kisasa na uwekezaji mkubwa hasa katika sekta ya ulinzi. na nafasi ya sita inashikiliwa na nchi ya Uingereza na hii ni kutokana na uwepo wa jeshi lenye uwezo wa juu hasa katika sekta ya anga na bahari. Nafasi ya saba inashikiliwa na nchi ya Ufaransa na hii ni kutokana na uwepo wa jeshi lenye ndege nzuri za kivita na teknolojia ya hali ya juu zaidi duniani. Nafasi ya nane inashikiliwa na nchi ya Japan, na nafasi ya tisa inashikiliwa na nchi ya Uturuki na hii ni kutokana na uwepo wa idadi kubwa na jeshi na jeshi na linalokuwa kwa kasi zaidi duniani. Na nafasi ya kumi, na nafasi ya mwisho inashikiliwa na nchi ya Italy. Hizo nilikuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kuwa na majeshi yenye nguvu zaidi duniani. It's your boy here, Isa Mwimbi. We are done here. Ciao.